Mikopo ya asilimia kumi ya halmashauri imerejeshwa ikiwa imeboreshwa. Kina mama hawa wanastahili kuipata, kwa mwenyekiti wa sisi wakajahii. Kulikuwa na uhovyo katika mikopo iliyopita, uhovyo ihoyoaasaba nauwo, mambo haya, baadhi ya madiwani, baadhi ya wenye vitu serikali za mitaa, wamekuwa watu wabaya ambao wamekuwa wakitumia mikopo hiyo kwa faida yao, wamewapa ndugu zao, wamewapa shangazi zao. Shida hizo huna, shida hizo huna. Huu mwonekano ni zaidi ya kuwa diwani, hakikisha watakaopata mikopo hiyo ni wa kina mama halisi, wenye uhitaji wanaotoka makundi. Kwa nini nasema kina mama halisi? Kina mama halisi maana yake ambao hawana uwezo wa kukopeshwa na mabenki. Amina mtu ana dhamana ya kukopa benki ende benki, waacheni wasi hawa, wale wasio na dhamana, mama zangu wanauza ufuta hawa, wanauza okay, mchicha, wale wanauza mkumgua, waende watakope, kwa sababu hao ndio ukiisha kijomba wanakuja kukaa na wewe kuhangaika na wewe hapa. vijana inasemekana vijana wakitoa mikopo wanaiharibu, kwa sababu wanaitumia visivyo. Msiwape mikopo kabla hamjawapa elimu, wapeni elimu ya ujasiriamali, mwone kama watu wafanye marejesho sawasawa. Tusitumie kigezo hicho kwa kuhamisha hilo fungu, lifanyie mambo mengine. Tumeelewana. Lakini la mwisho, kuna asilimia mbili ya walemavu. Wewe una uwezo, watu wote sisi walemavu watarajiwa, fedha za asilimia mbili zimewekezwa kwa ajili ya walemavu wenye uwezo wa kufanya biashara sawa, eh? Lakini tukumbuke hii ni kwa miaka mitano. Fanya ndo sadaka yako kwa Mungu. sh fedha zile asilimia ishirini kwa ajili ya walemavu ambao wanaweza kufanya kazi sasa. Sikiliza hii sadaka yako, nataka kwenye kata watu wasikupiga mizinga kwenye bia, wasikupiga mizinga kwenye nyama choma, wakuacha ufanye wajibu mmoja wa kumkopesha Mungu kupitia walemavu wao wanapata asilimia mbili asilimia ishirini badala ya arobaini. Weka asilimia ishirini ya kwako, uwezo huo unao. Wale wanaolea walemavu, waliokuwa walemavu kabisa, sinaeleweka yaani, kuna mtu ambaye anamlea mlemavu mpaka le kawa mlemavu, mlemavu ambaye hawezi kuoga, hawezi kujisaidia, hawezi kula, lakini ana mahitaji na mahitaji yake anapataji? Wakati kuna mtu mmoja ambaye muda wote amekaa akimlea mlemavu huyo, wasaidia hao.